Sasa leo tutajifunza somo linalosema jinsi ya kugundua kusudi lako la kuishi hapa duniani na kuanza kuliishi kikamilifu. Unajua, kila mtu unayemwona hapa duniani ana kusudi maalum ambalo ameumbwa kulitimiza. Unaweza kumwona hana maana au afai, lakini ana kusudi maalum ambalo ameumbwa ili kulitimiza. Sasa leo tutaenda kujifunza jinsi ya kuligundua kusudi lako na kuanza kuliishi kikamilifu. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa watu wengi huishi duniani bila kutambua kusudi lao la kuishi hapa duniani, lakini wachache sana ndio wanaoelewa kwa nini wanaishi na kusudi gani waliopewa kulitimiza hapa duniani. Kila mtu unayemwona duniani ameumbwa na ana kusudi maalum la kuishi. Hakuna aliyeumbwa kwa bahati mbaya, wote watu watu ambao unaona hapa duniani wote wameumbwa kwa kusudi maalum, na kila mtu ana kusudi E, lake la kufanya hapa duniani. Tuchukue mfano kama samaki. Samaki ameumbwa ili aishi kwenye maji, lakini samaki huyohuyo ukimtoa kwenye maji ukamweka nchi kavu, samaki hawezi kuishi vizuri, na mwisho wa siku anaweza pia hata kufa. Hivyo hivyo ni ule mtu ambaye anaishi nje ya kusudi lake, kwa sababu hawezi kuishi maisha ya furaha na hawezi kuona mafanikio na hawezi kupata e, mafanikio makubwa zaidi kwa sababu anakuwa nje ya kusudi ambalo amepangiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kugundua kusudi lako na kuanza kuliishi. Kwa sababu ukiishi nje ya kusudi lako hauwezi kuona mafanikio makubwa kama yale uliokuwa umepangiwa. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia, na ukishajua kusudi lako utaanza kuona maisha yenye furaha na utajikuta kila kitu unachokifanya utakifanya kwa nguvu kubwa, kwa sababu kipo ndani ya kusudi ambalo umeumbwa nalo. Na watu wote ambao wameumbwa kufanya kitu fulani lazima wanakuwa wamepewa pia na uwezo wa kufanya hicho kitu. Mfano samaki, samaki ameumbwa kuishi kwenye maji, na ndio maana unaona mazingira na maumbile yake yamekaa vizuri kwa ajili ya kuishi kwenye maji. Kwa hiyo ukishagundua kusudi lako, usianze kuwaza kwamba utalitimizaje. Uwezo na nguvu pia vimeweka ndani yako vya kutimiza. Unaweza usivione, lakini vipo ndani yako, lakini kadri unapoanza kuchukua hatua kuanza kuliishi kusudi lako, na vyenyewe vitaanza kujifunua. Sasa kabla tujaangalia jinsi ya kuligundua eh, kusudi lako, tuangalie tatizo ambayo unaweza kumpata mtu ambaye hajajua kusudi lake. Tatizo la watu wengi si upungufu wa vitu maishani, bali ni kukosa mwelekeo wa kweli. Tunaweza kuwa na kazi, kipato, hata familia, lakini bado ndani tukahisi kuna kitu muhimu kinakosekana. Hii hutokea pale tunapoishi maisha yaliyopangwa kwa matarajio ya wengine, badala ya kusikiza sauti zetu za ndani. Tunaishi maisha tuliyoelekezwa, sio tuliyochagua. Ndio maana huchoka. Ndio maana tunachoka mapema, kwa sababu tunatembea safari ambayo sio yetu, lakini pia tunaenda sehemu ambayo hatujui tulipoanzia na tunapoishia. Sasa unajua, maisha mengi ya watu wengi, tunaishi maisha ambayo tumechaguliwa na watu. Unaambiwa kuwa mtu fulani au fanya hivi, lakini ukiangalia kwa ndani kabisa, wewe ulikuwa unahitaji kuwa eh, mtu fulani. Sasa leo inabidi ubadilishe kabisa hicho kitu, kwamba lazima ugundue kusudi lako la kuishi hapa duniani na kuanza kulitekeleza. Usifuate e, kusudi la mtu, kwa sababu kila mtu hapa duniani ana sababu muhimu ya kuishi duniani na kila mtu ana kazi maalum ya kutimiza. Sasa wewe ukianza kutimiza kazi ya mtu mwingine, ya kwako hutaitimiza, na utakuwa haujatendea haki kusudi lako. Kwa hiyo asilimia kubwa tunayeishi kwa matarajio ya watu wengine au mtazamo wa watu wengine, lakini eh, makusudi yetu sisi wenyewe huwa hatuyafanyii kazi. Lakini ni kosa kubwa sana, kwa sababu kila mtu ana kusudi lake, na usipoanza kulishughulikia kusudi lako ukashughulikia kusudi la mwingine, kusudi lako litabakia palepale, halijafanyiwa kazi, na hamna mtu mwingine anaweza kulifanyia kazi, bali ni wewe. Sasa hatua ya kwanza kabisa ni kujitambua, wewe ni nani Kabla kujagundua kusudi lako lazima ujijue kwanza wewe mwenyewe. Jiulize kwa uaminifu maswali haya: ni nini kinakufurahisha kukifanya hata bila kulipwa? Ni shughuli gani nikifanya hata nasahau kuangalia muda? Ni mambo gani kuniumiza nikiona hayapo sawa kwenye jamii? Maswali haya si madogo, ndani ya majibu yake ndipo utambulisho wako wa kweli ulipo. Usijilazimishe kufanana na mtu mwingine, kwa sababu kusudi lako ni la kipekee. sasa E, hatua ya kwanza kabisa lazima ujitambue wewe ni nani, na lazima ujiulize maswali haya matatu. Na ni kushauri, e, unapokuwa unajiuliza maswali haya lazima uwe na kalamu na karatasi na uandike kwa uaminifu. Usiandike kulingana na e, mtazamo wa mtu mwingine, au kwa kuiga, au kwa kufuata mtu mwingine alivyosema. Jiandika andi, kulingana we ona, na wewe mwenyewe jinsi unavyojiona na wewe ulipo mwenyewe ukihalisia. Jiulize nini kinakufurahisha kitu gani ambacho ukikofanya unafurahia yani eh, hata kama eh, umechoka unakifanya una vizuri unakufurahia, inaweza kuwa labda kucheza mpira kwa mfano kama Ronaldo eh, mchezaji mkubwa eh, wa mpira duniani. Cristiano Ronaldo anapenda sana kucheza mpira, lakini ndio kulikuwa kusudi lake la kuishi duniani mpaka sasa hivi, kashakuwa mchezaji mkubwa sana duniani. Kitu gani ambacho kinakufurahisha? Yani ukiwa unakifanya eh, unajisikia raha, yani unapata eh, furaha kubwa. Lakini pia ni kitu gani ukifanya mpaka unasahau kuangalia muda? Kwa sababu kitu chochote ambacho kinakufurahisha hata uwezi kuangalia muda, yaani unakujikuta e, unakifanya hata kama muda umeenda zaidi, unakuja kushangaa tu e, giza limeshaingia au muda umeshaenda sana, hata ufatiri, kwa sababu hicho kitu unakuta unakipenda. Angalia kitu gani ambacho unakipenda, lakini pia kitu kingine, angalia ni jambo gani ambalo ukiona kwenye jamii linakuumiza na unaona kwamba ningekuwa mimi hiyo sehemu ningeweza kubadilisha. Inaweza kuwa kwenye uongozi, unaona, labda kuna watu wanaonewa, au labda kwenye mpira unaona kwamba nikikaa pale mimi naweza nikapiga goli vizuri, au inaweza kuwa kwenye ualimu, unaona labda huyu mtu anayefundisha mbona kama kuna kitu fulani kapungukiwa. Kwa hiyo haya maswali matatu ni muhimu sana: kitu gani ambacho kinakufurahisha sana ukiwa unakifanya, unajisikia furaha? Na jambo gani ambalo ukiwa unalifanya unasahau hata kuangalia muda? Na jambo gani ambalo ukiliona kwenye jamii huwa linakuumiza sana moyo na unatamani ukipata nafasi ulibadilishe. Haya maswali ukiajibu vizuri kwa uaminifu, yanakusaidia kujitambua wewe ni nani. Na nikushauri, e, unaweza pia ukachukua muda usiajibu haraka e, kwamba unaanza tu kujibu hapo haraka haraka. Hapana, tafuta muda, kaa chini, jiulize hata. E, chukua muda, anza kwa kujiuliza swali moja moja. Kitu gani ambacho kinakufurahisha? Unaweza ukaandika hata hata vitu vitano kama vipo au hata vitu vitatu, ukawa na vipunguza sasa. So unaangalia kwamba kipi ambacho kinakufurahisha zaidi, lakini pia ukaangalia, e, ni jambo gani ambalo unalifanya hata kama haujalishi hata muda unaenda kiasi gani E, na mda muda mwingine unaweza ukasahau hata kuangalia muda, hata muda mwingine atakula yaani, e, unaweza kusahau hata kula. Nilikuwa nafuatia historia ya Ronaldo, kuna muda alikuwa anacheza mpira paka anasahau hata muda wa kula, lakini hicho kitu ambacho akawa anafanya ndicho kilikuwa kusudi lake, mpaka sasa hivi kashakuwa mchezaji mkubwa sana wa mpira e, wa miguu duniani. Lakini pia angalia kitu gani ambacho kinakuumiza, unahitaji kubadilisha kwenye jamii. Kwa katika kupitia hayo ndio unaanza kujitambua na kugundua kusudi lako lakini hatua inayofuata ni kuangalia vipaji na nguvu ulizopewa. Kila mtu amezaliwa na kipaji, hakuna aliyezaliwa bila kipaji. Tatizo ni kwamba mara nyingi tunasahau vipaji vyetu kwa sababu inaonekana vya kawaida kwetu. Labda una kipaji cha kuongea, kusikiliza, kufundisha, kuandika au kusaidia watu. Jiulize, watu hunijia kwa msaada gani mara nyingi? Kile ambacho watu wanakuona nacho mara nyingi ndiyo ishara ya kusudi lako sasa. Lazima uangalie pia na vipaji vyako ulivyo navyo. Na vipaji, eh, ili kugundua vizuri, angalia ni kitu gani ambacho watu wanakufuata zaidi. Inaweza kuwa ofisini, e, kuna changamoto fulani ikitokea, labda ya changamoto, labda ya ushauri, wanakufuata wewe, au changamoto ya kiufundi wanakufuata wewe. Yaani, angalia jambo gani ambalo e, unalifanya vizuri zaidi. Au kwa mfano e, unaimba vizuri zaidi tofauti na wengine. Yaani, jambo gani ambalo E, jamii au watu huwa wanakufuata. Inaweza kuwa kuandika, e, sio lazima pepe yeye hata kukufuata, lakini ni jambo gani ambalo unalifanya hata pia watu wanakuambia kwa sababu inisha vipaji, e, waka vinakoga wazi, hata watu wanakuambia wewe una kipaji labda cha kuimba, una kipaji cha kuongea vizuri, una kipaji cha kufundisha. Kwa angalia vitu gani ambapo watu wanakuambia. Unaweza ukaambiwa pia na watu hata wewe mwenyewe pia ukaviona, e, kwa kujitathmini kwamba mbona watu wako wananifuata sana kuniomba ushauri, mbona mimi pia nina uwezo sana wa ku e, msikiliza mtu na kumshauri e, hivyo vitu pia vinakusaidia kugundua vipaji vyako, kwa sababu kwenye vipaji vyako ndo unaanza kugundua, e, kusudi lako, kwa sababu ukishajitambua unaangalia pia na vipaji ulivyo navyo na ukishagundua vipaji vyako vinakusaidia wewe kufanya, e, kusudi lako litimie kwa haraka zaidi na linakuwa rahisi kutimia, kwa sababu e, kama nilivyokuambia kwamba kila kusudi uliopewa uh, kula kuishi hapa duniani pia unapewa na nguvu ya kulitimiza, kwa hiyo ukishapata nguvu ya kulitimiza inakuwa ni rahisi kulitimiza hilo kusudi lako. Lakini pia angalia maumivu yako ambayo uliyapitia. Maumivu uliyapitia hayakuwa ya bure, changamoto ulizopitia maishani hazikuwa za bahati mbaya. Kile kilichokuumiza zaidi mara nyingi ndicho kilichokuandaa. Labda ulipitia umaskini, kukataliwa au kushindwa. Leo maumivu hayo yanaweza kuwa daraja la kuokoa wengine. Jiulize, ni jambo gani nililopitia ambalo ningependa wengine wasipitie. Ndani ya maumivu yako kuna ujumbe, na ndani ya ujumbe huo kuna kusudi. Lakini pia njia nyingine ya kugundua kusudi lako lipo pia kwenye maumivu uliopitia. Nikiwa nafuatia historia ya Oprah Winfrey, ni mwanamke tajiri zaidi duniani, yeye alipitia maisha magumu sana, na baadaye kupitia maisha hayo akatengeneza eh, Oprah, eh, Oprah, Oprah television show ambayo inaelezea watu ambao wana matatizo, wana changamoto, na anavyoongea nao, anaongea nao kwa hisia ya kuwathamini, na wao pia wanaongea kwa uhalisia vizuri kwa hiyo pia anawasaidia kwa sababu anapokuwa anawahoji, anawashauri na pia anawasaidia. Lakini alianzaje? Kwa sababu alipitia maisha ya umaskini, alinyanyaswa, na yeye akaja kaona kwamba atafute namna ya kuwasaidia watu kama hao, ndio akaja pia E, kupitia hiyo jambo ndo akaja akajigundua kwamba yeye ana kipaji cha kusikiliza watu na kuwaya e, shauri lakini pia na kuwapa watu nafasi ya tumaini jipya. Na sasa hivi Oprah e, television show imekuwa TV kubwa sana duniani, kwa sababu e, aligundua kusudi lake na akaanza kuliishi, na alivyogundua kupitia changamoto alizopitia sasa hivi anasaidia watu wengi kwa. Angalia maumivu uliopitia, inaweza kuwa umaskini, kukataliwa. Mwingine unakuta labda alikataliwa benki e, kwenye kazi, alienda kuomba kazi benki, akaja akatengeneza mfumo wa kuwasaidia wengine ambao wanaenda kuomba kazi wasikataliwe tena. Mwingine labda alishindwa labda e, katika mtihani akafeli akatengeneza mfumo wa kuwasaidia watu ambao waliofeli aka kurekebisha matatizo yao wakafaulu. Kwa hiyo kupitia matatizo yale yanamsaidia pia naye mwenyewe kugundua kuwa yeye ni nani. Kwa hiyo maumivu pia tunayopitia, ni sababu kubwa pia ya kutusaidia sisi kugundua kusudi letu. Unajiulize e, maswali ya kujitambua, lakini pia angalia maumivu ambayo uliyapitia. E, ni vitu gani ambavyo ulivyopitia e, vilikuumiza, vingine vilikufanya pia hata ukate tamaa. Kupitia hayo pia unaweza ukaangaa namna gani unaweza kuboresha au ukaunganisha na kipaji chako au na vitu ambavyo unavifurahia vikasaidia watu wengine, kama mfano leo kwambia wa Oprah, eh, Oprah Winfrey. Lakini pia sikiliza sauti ya ndani. Kusudi halipatikani kwa kelele za nje, halipatikani kwa presha ya jamii, linapatikana kwa kusikiliza sauti ya ndani. Kuna jambo fulani moyo wako huendelea kulirudia, hata ukijaribu kulikwepa. Unapokuwa kimya, unajisikia umevutwa kufanya kitu fulani. Usipuuze hilo wito. Wa ndani ni ishara kwamba kuna kazi uliozaliwa kuifanya. Ishu nyingine, unajua, unaweza kuwa unafanya kazi labda yoyote, lakini unasikia kuna kitu fulani kinakuwa kinajirudia kichwani mwako, labda wewe unahitaji kuwa mwalimu au wewe unahitaji kuwa e, mtaalamu fulani. Kila kitu, sauti ya ndani pia kinakuelekeza wewe kugundua kusudi lako, usikipuuze. E, unaweza kukuta mtu labda anafanya kitu fulani lakini kuna sauti ndani unamwambia wewe ni mchezaji mpira. Hicho e, kitu kina maana pia, usikipuuze. Pia kingine kinaweza kukusaidia kukuongoza e, kwenye e, kwa sababu, e, kusudi lako, kwa sababu kusudi haliji kwa pressure za watu kwamba wewe fanya hivi. Na watu wengi mara nyingi, woga wanakuchagulia maisha ambayo wewe hukupaswa kuwa, au maneno ambayo e, ya watu wanaokuzunguka mara nyingi hawawezi kuongoza kwenye kusudi e, la kwako halisi. Kusudi inatokana na sauti ambayo mda mwingine unaisikia ndani kwamba mbona kuna kitu fulani unakuwa kinakulazimisha kukifanya. Yaani hata mda mwingine unajikuta nawe umekifanya bila e, kutambua. Unaweza kuta labda umekutana na changamoto labda mgogoro wa familia fulani unajikuta tu automatic unaenda kusaidia. E, unaweza kuta labda kuna watu wanateseka au watoto yatima wana shida unajikuta tu unaguswa, unaenda kuwasaidia. Kwa hiyo hicho kitu kinakuwa kinalia ndani yako. Hilo ni kusudi pia ambalo e, unatakiwa kulifanya ili ili maisha yako yaendelee kwa sababu ukiishi njia ya kusudi, kama ulivyosema, ni kama samaki umtoe kwenye maji mweke nchi kavu. Lakini pia kusudi lako na mahitaji ya watu, angalia sana eh, kusudi lako linahusiana vipi na mahitaji ya watu? Kusudi si kwa ajili yako peke yako, lipo kwa ajili ya kugusa maisha ya wengine. Angalia mazingira yako, kuna shida gani watu wanapitia, kuna pengo gani linaweza kujazwa na uwezo, uwezo wako pale unapoamua kutumia kipaji chako kuwasaidia wengine ndipo kusudi lako na kupata maana kubwa zaidi. Kusudi halikupi tu furaha, linakupa na mafanikio. Sasa unapoanza kuliishi kusudi lako ni kama nilivyosema, eh, mfano Oprah Winfrey alipoanza kuishi kusudi lake, mpaka sasa amekuwa tajiri mkubwa sana duniani, eh, tajiri kwa wanawake, eh, ndio tajiri mkubwa sana duniani, kwa sababu ameishi kusudi lake. Unapoanza kuishi kusudi lako na unapogundua kwamba kusudi lako ni kitu fulani, kuanza kuishi kikamilifu, lazima tu, hautapata furaha utapata na mafanikio, kwa sababu utafanya kwa moyo wote na utalifanya vizuri, kwa sababu ndio sehemu yako. Ni kama samaki aliyekuwa kwenye maji, hawezi kutumia nguvu kubwa kuogelea, ni automatic tu, anaanza kuogelea. Ndio kama wewe, labda unapenda mpira, hawezi kulazimisha kucheza mpira. Ndio sawa, tutuchukulie mtu ambaye hapendi mpira, anapoenda kucheza mpira, lazima alazimishwe muda wa mazoezi. Lakini mtu yule ambaye ana kusudi la kuwa mchezaji mpira mkubwa hawezi hata kufokewa na kocha wake kwamba nenda mazoezini yeye. Yeah, automatic tu anapenda kucheza eh, mpira. Kwa hiyo pia angalia kusudi lako linagusaje maisha ya watu, kwenye ile swala la kujiuliza kitu gani kinakufurahisha na kitu gani ambacho kikifanya kina una, unasahau pia hata kuangalia muda, lakini pia e, njambo gani ambayo kiona kwa watu unaumia, unatamani kubadilisha, ni namna unavyoweza kugusa maisha ya watu. Angalia kusudi lako linahusiana vipi na maisha ya watu unaweza aje kuwasaidia watu? Kwa sababu unavyoanza kusaidia watu na lengo la kusudi ni kusaidia e, jamii au watu wanaotuzunguka. Kwa sababu kila mtu duniani ameumbwa ili aje alete matokeo fulani, na haya matokeo yanaletwa na huyo huyo huyo mtu ambaye ni wewe. Kwa hiyo tofauti na huyo mtu ambaye ni wewe, hauwezi kuleta matokeo kama ya kwako wewe. Kwa hiyo lazima uweke thamani e, ambayo utaileta wewe mwenyewe kwenye dunia kwa sababu hakuna mtu mwingine tofauti na wewe ambaye anaweza kuiweka hiyo samani. Kwa hiyo angalia kusudi lako na mahitaji ambayo unaweza kuyatoa kwa watu, eh, kupitia uwezo wako, eh, kipaji chako. Angalia kitu gani ambacho unaweza kukaziba, kwamba kwa uwezo ambao ninao, naweza nikaenda sehemu fulani nikawa mkufunzi mzuri au nikasaidia watu fulani wasifeli tena au nikasaidia eh, watoto yatima wakapata masomo mazuri, muda eh, mwingine au nikasaidia vijana wadogo ambao sasa hivi wanapendi shule wakapenda masomo na wakafaulu vizuri. Kwa hiyo kusudi linakusaidia pia kupata eh, furaha lakini pia na mafanikio, kwa sababu unapoanza kuliishi kusudi na kugusa maisha ya watu linakusaidia pia kupata mafanikio makubwa. Sasa ukishajua yote hayo au ukishajichanganua kwenye jinsi ya kugundua kusudi lako, kwa sababu lazima ujitambue, lakini pia uangalie maumivu ambayo umeyapitia lakini pia angalia na vipaji vyako, angalia pia na kusudi lako, sio kushangaa na vipaji vyako, angalia kusudi lako linagusaje maisha ya watu. Lakini issue nyingine muhimu sana ni anza na hatua ndogo. Usisubiri hadi mambo yakamilike ili uanze, anza hapo ulipo, ukitumia kile ulicho nacho kufanya vitendo vidogo vyenye kupeleka kwenye kusudi lako. Jifunze kila siku, shiriki maarifa yako, saidia wengine, na boresha maamuzi yako ya kila siku hata wanduko nazochkua leo ndizo kujenga kujenaakujengea eh, msingi imara ya maisha yenye maana kesho. Kwanza kidogo si ishara ya uzaifu bali ni msingi wa ukuaji mkubwa. Sasa, changamoto kubwa a watu wengi ameshagundua kusudi lake ni kutaka afike kwenye kusudi lile moja kwa moja, hamnaka kitu kama hicho. hata saba Eh, unayemwona leo ni darasa la saba alianza darasa la kwanza. Kwa hiyo lazima uanze na hatua ndogo, usidharau. Kama unataka kuwa msanii mkubwa labda wa muziki, uh, unatakiwa uanze chini kabisa. Nikifuatia historia ya Diamond Platinum, huyu msanii wa Tanzania wa Bongo Flava, alianzia chini kabisa. Leo unamwona msanii mkubwa, lakini alianzia chini kabisa kwa kwanza kuimba muziki, wengine wakamcheka lakini sasa hivi ni msanii mkubwa zaidi. Na watu wote unaoona ambao wamefanikiwa wameishi makusudi yao, walianzia chini zaidi. Shida ni kukata tamaa mapema, kwa sababu unapoanzia chini na kukata tamaa, kujiona kwamba huwezi kufika juu, hiyo ni, ni jambo ambalo ni la uongo, kwa sababu mtu yote ambaye amefanikiwa alianzia chini, na kwenye kuanzia chini ndio unajifunza vitu mbalimbali ambavyo hata kama ukija kufika juu haviwezi kusumbua tena. Kwa hiyo anza na pale ulipo. Subiri mpaka kila kitu kamiliki. Anza na kile kitu ambacho unaweza kufanya leo. Na anza kuifanya mara moja na utaanza kuona kusudi lako likianza kutimia taratibu. Usitake vitu vyote kwa pupa kwa mara moja, anza hatua kwa hatua. Ni kama vile e, eh, unavyokuwa umeweka ndoo kwenye bomba ukafungua maji kidogo kidogo yanavyokuwa yanadondoka yanadondoka yanadondoka, mwisho wa siku mpaka ndoo inajaa. Huwezi ukafungua tu mara moja hivi ndoo ikajaa hapo hapo, hapana. Ndivyo hivyo, hata kusudi lako lazima uanze taratibu taratibu, ili mpaka uje ulitimize ilo kusudi lako. Sasa kuishi kusudi lako kumaanishi ni kuishi maisha yasiyo na changamoto, bali ni kuishi e, ukiwa na mwelekeo, ukijua kwa nini unaamka kila siku na kwa nini unaendelea hata mambo yanapokuwa magumu. Usiruhusu mazingira au matarajio ya wengine ya kufanya uishi maisha yasiyo aksi utu wako wa kweli. Ndani yako kuna samani ambayo dunia haiwezi kuipata kwa upingine. Usubiri kesho, anza leo, anza hapo ulipo na anza na kile anza na kile ulicho nacho. Hakuna mtu mwingine ambaye duniani anayeweza kuleta matokeo tofauti na wewe mwenyewe. Kila mtu ameumbwa kwa kitu maalum cha kufanya duniani na hakuna mwingine mbadala wake tofauti na wewe mwenyewe. Kwa hiyo anza leo na anza kuishi kusudi lako na usisubiri mpaka kila kitu kikamilike, kwa sababu kuishi kusudi lako sio kwamba changamoto zitakuwepo, zitakuwepo, lakini ukishajua kwamba kusudi lako ni kitu fulani utaanza kuamka kila siku na kulishughulikia. Hata kama unapokutana na magumu, utaendelea kufanya kwa sababu utajua kwamba hili ndio kusudi la mbona nimeumbwa niliishi hapa duniani, na utalifanya kwa nguvu kubwa sana. Kama utakuwa na swali lolote, unaweza kwa comment, sehemu ya comment section, nami nitakujibu. Lakini kama kuna sehemu yoyote ambayo hujaelewa, unaweza kwa comment nami nitaifanyia kazi. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Mimi naitwa Elikhan Mtz, hakikisha umesubscribe Like na kushia kwa wengine pia wanawenyea wa wajifunze. Asante sana na nikutakie siku njema. Tutane tena kwenye somo linalofuata. Bye bye.